Wapo wengi ambao wanajiuliza ni kwa namna gani wanaweza kuingiza fedha mtandaoni kupitia simu zao za mikononi. Tambua ya kwamba katika dunia ya sasa teknolojia imeleta fursa nyingi za kujipata kipato kupitia mtandao. Watu wengi wameweza kujiajiri na hata kujipatia utajiri kwa kutumia simu au kompyuta. Makala hii itazungumzia njia mbalimbali za kupata pesa mtandaoni, changamoto zake na jinsi ya kuweza kuzitatua. Karibu sana, na hapa ni kusitize pia uweze kusubscribe, comment na kushare, ili uweze kupata video nyingi ambazo zitakazoweza kuupload hapo mbeleni. Tunaanza na ya kwanza, ni kazi za uhuru freelancing. Freelancing ni moja ya njia maarufu za kupata pesa mtandaoni. Kazi hizi ni pamoja na uandishi wa makala. Unaweza kuandika makala kwenye blog, magazeti ya mtandaoni au tofauti zinazohitaji mauzuri. Unaweza kujiuliza, nawezaje kuandika makala ndefu kabisa yenye kuhusu mahusiano, yenye kuhusu afya, yenye kuhusu michezo? Oh, njia yote hizo ni rahisi kabisa kwa sababu, kwsabbu yako ya mkononi na AI akili nemba Chat GPT inaweza kuwezesha kuandalia makala nzuri sana yenye kuvutia, ambapo inaweza kusababisha ukapata fedha kirahisi sana mitandaoni. Lakini pia vile vile ubunifu wa picha na video. Hapa tunazungumzia photographer and videographer. Ukiwa ni mpiga picha nzuri, ukiwa ni mtengeneza video nzuri kwa sasa ndio watu wanaohitajika sana. Makampuni mengi yanahitaji watu wa content creator, ili video zao ama zile kampuni zao zipate matangazo na kupata wafuasi wengi sana mtandaoni. Kama wewe unajihusisha na masuala ya photographer and videographer, hata kama haujui, sasa hata kama ujui, kama simu yako ni kali, ina quality kali katika kupiga picha ama kuchukua video, basi ni fursa hata YouTube kujifunza namna ya kuweza kushoot video, namna ya kuedit na ikakuingizia fedha kirahisi kabisa. Biashara ya pili, tunazungumza biashara mtandaoni, namaanisha e-commerce. Biashara za mtandaoni zimekuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa bizazako. Watu wengi unaweza kuuza bidhaa zako au na watu wengine kupitia mitandao ya kijamii, namaanisha social media. Facebook, Instagram na WhatsApp zinaweza kutumiwa kuuza bidhaa kama nguo, viatu na vifaa vya nyumbani inawezekana kuna makampuni mengi ama maduka mengi ama wafanyabiashara wengi hawajui namna ya kutumia social media, lakini kama wewe uko hodari na mbunifu katika kutumia mitandao ya kijamii, basi ni fursa kwako kuweza kuanza kuenda katika maduka na kuweza kuwaambia habari hizi za kutumia social media na kuweza kutangaza bidhaa zao, na wewe ukawa ndio msimamizi na ukaanza kujipatia pesa kupitia social media. Lakini maduka ya mtandaoni, namna ya online shopping, unaweza kufungua Amazon, eBay, Shopify, na kukuuza bidhaa zako moja kwa moja kwa wateja. Kuwa mtu wa kati, hii ni biashara ambayo unaanza uh, ama unauza bidhaa bila kuwa na mzigo, bali unashirikiana na wasambazaji wanaotuma bidhaa moja kwa moja kwa wateja, yani kuwa winga, kuwa mtu wa katikati, daraja la kuweza kumuunganisha mteja pamoja na muuzaji. <laughs> <laughs> Pesa ni nje nje, lakini pia vile vile uuzaji wa mauzui content creator. Watu wengi wanapata pesa kwa kuunda mauzui mtandaoni. Njia za kufanya hivyo ni pamoja na YouTube ukiwa na channel yenye watazamaji wengi unaweza kupata mapato kupitia matangazo, udhamini na uzaji wa bidhaa. Na hapa tunapozungumzia YouTube, watu wengi wanaichanganyikia YouTube kuweza kuposti video, lakini jambo ya kwamba ni kitu gani ambacho unachokipenda unachotamani watu waweze kujifunza zaidi, tofauti iwe ni cha michezo, iwe ni cha afya, iwe pamoja na maswala mengine ya kielimu, unapenda kuweza kujifunza kuweza kucreate na video na kuweza kuziposti pale unapokuwa na watazamaji wengi zaidi basi, ni source mojawapo ya kuingiza fedha mtandaoni. Kwenye blog ukiandika makala kama pale nilipozungumzia awali, lakini pia vile vile kwenye TikTok na Instagram huwa na wafuasi wengi, unaweza kupata pesa kwa kushirikiana na makampuni unataka ku kutangaza bidhaa zao, kwa sababu unapotengeneza brandi yako kwenye mitandao ya kijamii hususani TikTok pamoja na Instagram, inakuwezesha makampuni kuvutiwa nao na kuweza kufanya nao kazi kwa kushirikiana kuweza kutangaza bidhaa zao. So make sure brandi yako unayotengeneza kupitia TikTok pamoja na Instagram inakuwa ni super kabisa. Twende kwenye changamoto za kupata pesa mtandaoni. Ingawa fursa nyingi, kuna changamoto vile vile. Ulagai kuna tofauti na watu wanaowalagai watu kwa ahadi za pesa nyingi kwa muda mfupi. Ni muhimu kufanya utafiti kabla ya kujiunga na jukwaa lolote, kwa sababu ya ulagai imepelekea watu wengi eh, kuweza kutapeliwa. Uaminifu na kuwa sometimes ni mdogo sana eh, lakini kwa kutumia fursa hiyo basi ya changamoto hizo, kuna tovuti za watu wanalagai watu kwa hadi za pesa nyingi kwa muda mfupi. Yani, kuna zile kampuni ambazo unaona kabisa, yani hata kama sio akili na ambayo yakoambiwa changanya na ya kwako, unapoona tu mazingira eh, basi juu ya kwamba kuna mahali pa kupigwa, usiju ukapigwa. Ushindani wa kibiashara, unajua sekta nyingi za mtandaoni zina ushindani mkali sana, so hakikisha unapoendelea kuwa na unatamani kuweza kupata fedha mtandaoni, kuwa na brandi yako yenye kujitosheleza, basi hakikisha unatengeneza kila kitu chenye ubunifu mkubwa. Ubunifu Unapokuwa na ubunifu mzuri ndipo unapozidi kukua juu zaidi, lakini ubunifu unapokuwa chini, hakuna mtu ambaye anaweza kukufuatilia kwa sababu ushindani ni mkali sana. So hakikisha ya kwamba una make sure unakuwa na bunifu wa kutosha. Mimi kwa mwisho naweza nikakwambia kwamba kupata pesa mtandaoni kunawezekana, lakini unahitaji bidii, uvumilivu na kujifunza mara kwa mara. Ikiwa utachagua njia inayokufaa na kufanya kazi kwa nidhamu, unaweza kufanikiwa na hata kujiajiri kamilifu kupitia mtandao. Je, unafikiri kuanza na kutumia njia gani kupata pesa mtandaoni? Niandikie kwenye komenti hapo, nami nitaisoma Usa, usisahau ku subscribe.